Vinywaji baridi, simu tumechaji, tofauti. Tunafanana na watu walioko mjini, hatuna tofauti. Zamani tulikuwa tunakuja hapa, natafuta mtu mwenye sola ndio kuchajie simu yako, alafu na ile sola sio nzuri kwenye betri za simu. Simu zina nyingi betri, zinawahi kuharibika mapema. Lakini hii kwa mjini na sisi tulioko huku hatuna tofauti, tunafanana. Sitaka kitu cha baridi, napata. Sitaka kuchaji simu yangu, napata kwa hiyo tunaona ni vizuri zaidi, tumepata faida kulingana na umeme uliofika hapa. Kazi zetu kwa kweli zinaenda vizuri, kulinganisha mafuta tulivyokuwa kipindi kile cha mafuta na kipindi hiki cha umeme, mambo yetu ni mazuri. Kipindi kile tulikuwa wakati tunatumia mafuta, mafuta ya laki yalikuwa natumika kwa muda wa siku moja, lakini kwa sasa hivi, laki moja naweza ikatumia hata siku tatu kwa umeme. Ukiweka wa laki tatu, wa laki moja unatumia kwa siku tatu, wezekana hata siku nne unaweza ukatumia, kwa sababu tegemea na jinsi ya mzunguko wa kazi. Lakini kwa mafuta ulikuwa ukitumia laki moja kwa siku inaisha na kesho inatakiwa utumie laki moja. Kwa hiyo inaonekana kwamba hapa uzalishaji baada ya kuingia umeme umekuwa vizuri. Mfano kama hii mashini inatumia mifuko mitano hadi sita, lakini kipindi kile tulikuwa tunatumia mifuko miwili kwenye makarasha madogo kama haya hili inatumia mifuko mitano unashusha, unasaa, unaweza ukazungusha kwa muda wa, wa dakika hamsini kashusha au dakika arobaini kutegemea na mzina mawe yanavyo kuwa na, na, na, na, na, na, na, na, na ugumu wake, lakini kama ni maraini dakika arobaini mifuko mitano unashusha, akiwa magumu mifuko mitano dakika hamsini unashusha. Kabla ya kuleta mradi hapa, shughuli zilizokuwa zilikuwa ni tata sana, kwa sababu Uh, shughuli inayofanyika hapa kubwa ni kusaga mawe ambayo yana dhahabu na shughuli kuwa ikifanyika kwa kutumia dizeli. Kwa hiyo uzalishaji ulikuwa mdogo, lakini baada ya kufika mradi huu uzalishaji umeongezeka na imezidi kuvutia watu wengi zaidi kuja kuweka makrasha kama tunavyoona saiti, kuna krasha zingine zinaletwa, kuna wengine wanahamia kutoka maeneo mengine, kwa shughuli za kiuchumi zinazoendelea zimekuwa ni kubwa, na hii imetokana na mradi huu ambao umeletwa maeneo haya. Tulipokuja katika eneo hili la wachimbaji wadogo hapa Geita tumekuta wananchi ambao ni wachimbaji wadogo eneo hili, wameridhishwa sana na utekelezaji wa mradi, kwa sababu mradi umeweza kuwapunguzia gharama za uzalishaji. Walikuwa tu, awali walikuwa wanatumia diesel kufanya uchenjaji wa madini, lakini sasa hivi wanatumia huu umeme kufanya uchenjaji. Kwa maana hiyo uzalishaji umeongezeka na gharama pia imeongezeka na mapato yameongezeka. Kwa maana hiyo uchumi wa wananchi wa mkoa wa Geita na maeneo mengine yanayoshughulika na masuala ya madini. Kusema kweli, kupitia msaada mkubwa sana ambao Mheshimiwa Rais anautoa kwa wachimbaji wadogo, mapokeo ma, ma, ma, ni makubwa sana, wanamshukuru sana.